Nane nane mwaka huu kitaifa itakuwa Dodoma. Mwaka huu kauli mbiu yetu ya nane nane itakuwa chagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hiyo ndio itakuwa kauli mbiu. Ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha kwamba pamoja na shughuli zetu, lakini sisi kama wakulima, wafugaji na wavuvi, tunadhani kwamba tuna wajibu wa kuchagua viongozi bora kwa ajili ya ya maendeleo sekta ya kilimo. Uh, mliona mwaka jana 88 ilikuwa tofauti kidogo, ilitumia baadhi ya maeneo prefabricated uh, facilities lakini wanahabari mkipata nafasi, mtaenda kuona kuna permanent zinajengwa sasa hivi ndani na zingine nje. Uh, Mheshimiwa Rais aliweka juu la msingi la kiwanda cha kuunganisha matrekta, ujenzi wa kiwanda unaendelea. Uh, ndani ya Nane Nane tutakuwa na National Mechanization Hub, kituo cha kitaifa cha zana za kilimo ambacho kitakuwa kina vifaa vya kisasa vikubwa kabisa ambavyo tumeshaanza process ya kuvinunua. Uh, ndani ya Nane Nane kutakuwa kuna youth center, ndani ya Nane Nane kutakuwa kuna conference facility kunae. Uh, lakini mkienda safari mtaenda kuona shughuli za vipando vimeshaanza. <coughs> lakini ndani ya nane nane, ili baada ya hapo maisha yaendelee kuwepo na nane nane iwe active, ndio maana tunaweka hizi facility uh. Mtaona uh, zile prefabricated, zingine zitakuja zitafungwa zitakazokuwa permanent ambazo zitakuwepo za muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea kuki upgrade kiwanda nani, kiwanja kinaendelea kuwa upgraded, ili kiweze kufikia hadhi ya kimataifa na Chambea kitakuwa hivyo hivyo. Ni mpango wa serikali baada ya viwanja hivi viwili ku upgrade viwanja kama Nyakabindi, Morogoro, Arusha, uh, Tabora uh, kwa maana ya Tabora kitakuwa kina cover western and lake zone, yani western part of the country, yani ule ukanda wa magharibi. Nyakabindi itakuwa ndio center kwa ajili ya lake zone ya namna hiyo. Uh, Coastal and Eastern tutakuwa hapo Morogoro, uh, lakini kile kipande cha Lindi na Mtwara kuna kiwanja kikubwa sana cha Lindi tutaki upgrade ili kiweze kufikia level hiyo kwa ajili ya kuhudumia ukanda ule, Nyanda za juu kusini. Uh, viwanja ambavyo vitakuwa na hadhi kama ya Dodoma vitakuwa ni viwili, cha Mbeya na cha Dodoma ndio vitakuwa na hadhi ya international lakini hivi vingine vitakuwa upgraded laki havitakuwa size exactly kama vya, vya vya Dodoma na Mbeya, lakini vitakuwa ni viwan, viwanja ambavyo vina hadhi nzuri, sio kama ilivyo, ili shughuli ziendelee kuwepo mwaka, mwaka mzima. A, lingine ambalo tunataka tu kuwahamasisha ni kwamba Uh, ndani ya kiwanja cha 88 nane nane, Dodoma pamoja na hii facility ya mechanization pamoja na kiwanda cha kuunganisha matrekta, uh, wapo watu wengine wameonyesha interest ya kuweka viwanda vyao vya, vya, vya kuunganisha matrekta ambavyo tutaviweka ndani ya 88 nane nane. Lakini vile vile tumepata mwekezaji ambaye atakuja kuweka assembly plant ya drones. Tumeanza kutumia technology za drones kwenye agriculture kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tayari ameshaenda kukagua eneo jana jana, juzi jana ameshakagua eneo ambalo wamelitaka na wameshaleta application, na wizara tunawapatia hicho kipande cha ardhi kwa ajili ya kuwa na assembly plant ya drones for agricultural usage, kwa sababu tumeshaanza kutumia hizo teknolojia za kisasa kwa ajili ya, ya shughuli za wakulima na kutoa huduma za wakulima. Kwa hiyo tangazo langu tu ni kwamba Nane Nane itakuwepo na Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mwezi wa nane tarehe nane, na lengo letu ni kwamba mtakapokwenda kukitembelea kiwanja cha Nane Nane mliohudhuria mwaka jana, mtakuta taswira tofauti kabisa mwaka huu. Uh, tumeshachimba visima vya kutosha mapungufu yaliyojitokeza mwaka jana yamerekebishwa, specially uh, maeneo ya wananchi wa kupata huduma za za kilazima za kibinadamu zimerekebishwa. Mtakuta idadi ya vio itaongezeka na vitu vya namna hiyo. Eneo la wafanyabiashara wadogo nalo litakuwa limetengwa eneo maalum hmm. Mtakuta eneo lilowekwa pavement limeongezeka ukubwa tofauti na lilokuwa mwaka jana uh, mtakuta barabara za concrete na zenyewe zimeongezeka, uh, urefu umeongezeka kwa hiyo tunaendelea kuki upgrade kiwanja cha nane nane kuweza kufikia standard ya kimataifa. E, usajili leo nazindua rasmi tovuti kwa ajili ya watu kujisajili kwa ajili ya nane nane, ninaizindua rasmi kuanzia sasa. Wanaotaka kushiriki watatakiwa wajisajili online, na nitumie nafasi hii, Watanzania sisi huwa ni last minute. niwaombe sana, mwaka jana tumepata shida watu wamekuja last minute, wanataka na mwaka jana. Zipo taasisi za serikali tulizinyima. Nataka tu niseme lazima wazi, taasisi za umma zinazotaka kushiriki kwenye Nane Nane waanze kujisajili sasa hivi. Hatutampa privilege taasisi yoyote ya serikali kaja last minute, halafu tumnyime fursa mtanzania mwingine ambaye alikuwa anataka kushiriki Nane Nane kwa sababu tu yeye ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo taasisi za serikali Uh, ni lazima zote zijisajili zi, zinazotaka. Narudia, anayetaka kushiriki Nane Nane ajisajili sasa hivi.